Karibu sana wapenzi watazamaji kwa hichi kituo ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, ninakuomba uweze kuliki video, sambaza hii kanda na uweze kusubscribe. Jinsi ambavyo serikali hii ya Bwana Ruto inazidi kuandama na kufuatafuata viongozi wa upinzani katika taifa letu la Kenya tukiwa tumesalia na miezi michache tu tufike kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba mwaka kesho, ni ishara tosha kwamba serikali hii imeweza kuogopa kwamba wamepoteza ushawishi. Leo siku ya Jumapili, tarehe 1 Februari mwaka elfu mbili na ishirini na sita viongozi wa upinzani wamekita kambi upande wa Mlima Kenya. Viongozi wote wa upinzani wamekita kambi eneo la Mlima Kenya, ukipenda kaunti ya Muranga na maeneo haya. Mpenzi mtazamaji, viongozi hawa wameanzia kanisa, mahala ambapo wameenda kuabudu. Walienda kanisa ya ACK St Mark Church in Gitugi Muranga kipindi ambapo Rigathi Gachagua, Fred Matiangi, Kalonzo Musyoka, JB Muturi, Martha Karua pamoja na viongozi wengine wameweza kufika katika hiyo kanisa ya ACK St Mark Church ni Gitugi. Serikali ya Bwana Ruto imeweza kutuma maelfu ya maafisa wa polisi mahala ambapo Gachagua, Matiangi na viongozi wengine wapo kwa minajili ya kanisa. Je, ni ishara kwamba serikali hii imeweza kuogopa? Au je, serikali hii inataka kuzuia viongozi wa upinzani wasipige siasa? Au je, ni kipi ambacho serikali imeweza kupanga ama imeweza kupangia viongozi wa upinzani leo, ikizingatiwa kwamba wiki iliyopita, Siku ya Jumapili Gachagua aliweza kushambuliwa kanisani katika kaunti ya Nyeri. Mm. Mm. Mm. Mm. Nina imani kwamba umeweza kuona jinsi ambavyo mambo yalivyo. Mpenzi mtazamaji, kitu ambacho nakuomba ni moja, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde yako moja mbili tatu, ukapiga subscription. Ukifanya hivyo, utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu pindi tu tunapoziachia taarifa hizo, unazipata kwa lugha nyepesi ya Kiswahili na mtangazaji wako mimi, ni bwana Ezra, ninakuomba ugande nami usiondoke papa hapa. Hapa ndipo utakuwa unapata taarifa za ukweli. Kuna kitu ambacho mpenzi mtazamaji, haukielewi kwenye ulingo wa kisiasa. Ukiona viongozi wa upinzani wanachungwa, wanachungwa sana na maafisa wa polisi, jua kwamba serikali hiyo inaogopa viongozi wa upinzani. Mnakumbuka tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, mahala popote William Ruto alikuwa anapiga siasa, polisi walikuwa wanatumwa wengi sana, kwa sababu wakati ule Uhuru Kenyatta alikuwa anaogopa. Na sasa hivi ukiona viongozi wa upinzani wanazidi kutumiwa vi, e, maafisa wa polisi wengi, basi jua kwamba mahala ambapo tunaelekea serikali hii imeweza kuogopa kwamba wame wamekabwa koo na wameweza kushindwa na viongozi wa upinzani. Lakini je, ni kwa nini serikali imeamua kutuma maafisa wa polisi kuelekea mahala ambapo Gachagua yupo na viongozi wa upinzani kwa minajili ya kanisa upande wa ACK Mark Church, upande wa Gitugi Murang'a County? Nambari moja, nyinyi hamjui serikali vizuri. Hapa serikali inataka kusema kwamba wametuma maafisa wa polisi kuenda kutoa usalama, yaani kuenda ku provide security mahala ambapo viongozi wa upinzani wapo, wasije wakashambuliwa. Nyinyi hamjui serikali. Serikali hapa inataka kuchora taswira kwamba wiki iliyopita vurugu ziliweza kufanyika kwa sababu polisi hawakukua, lakini kumbuka kwamba wale ambao wameweza kutuhumiwa kuongoza zoezi la kushambulia viongozi wa upinzani akina Gachagua walikuwa ni maafisa wa polisi. Hawezi ukaniambia kwamba raia atakuwa mmiliki bunduki ya AK47. Hawezi ukaniambia kwamba raia anamiliki mpaka vitoza machozi. Serikali hii inataka kusema kwamba wiki ile ambayo waliweza kushambuliwa polisi hawakukua na vurugu ndio iliweza kutokea. Sasa wameweza kutuma jeshi la polisi la Kenya kwenda pale kwenda kuhakikisha kwamba wanaleta security, ili Gachagua maybe asija akashambuliwa, ili kanisa lisije likashambuliwa, ili maybe vitoza machozi visije vikarushwa kanisani. Unajua kwenye ulingo wa siasa ni perception. Sasa hii leo vurugu inaweza ikakosa isitokee pale kanisani alafu utasikia wakisema kwamba kipindi ambapo serikali imetuma polisi mahala ambapo Gachagua wanaabudu vurugu haitokei. Kipindi ambapo serikali haijaweza kutuma polisi wataanza kusema kwamba Gachagua ndio analeta guns, wanafanya nini, wanazua vurugu. Mimi ninajua hii serikali, na mtaniambia Namba mbili, mimi ninaona kwamba serikali imeweza kutuma polisi kwenda pale upande wa ACK St Mark Church ACK St Mark Church Gitugi Murang'a, kwenda kuzuia viongozi wa upinzani wasipige siasa za kushambulia serikali. Ninajua hilo hata kuna kipindi ambapo Gachagua walikuwa wanapiga siasa upande wa Kirinyaga, polisi wengi sana walitumwa na serikali kumzuia. Sasa hii ni ishara kwamba polisi wametumwa pale kwenda kuzuia viongozi wa upinzani wasipige siasa, na nielewa wametumwa pale kwenda kuzuia polisi wasipige siasa, yaani wametumwa pale kwenda kuzuia wanasiasa wasije wakapiga siasa baada ya kanisa. Na mwisho, mimi ninafikiri kwamba William Ruto anataka kuonyesha viongozi wa upinzani kwamba yeye ndiye amiri jeshi, anaweza akaamuru mahala ambapo polisi wanawafuata, anaweza wakafuata kuelekea kanisani, wanaweza wakafuata hata kuelekea wapi, mahala popote na wazo langu la mwisho ninaweza nikakwambia kwamba hii ni njia moja ya malalamiko ya viongozi wa upinzani yamesikika. Kwa nini? Ukiweza kuangalia wiki iliyopita viongozi wa upinzani siku ya Ijumaa walienda katika makao makuu ya Inspector General wa polisi, Douglas Kanja, katika taifa letu la Kenya, wakaenda kumgombeza ni kwa nini wale ambao waliweza kushambulia Gachagua mpaka sasa hivi hawajaweza kuchukuliwa hatua zozote? Wakapeleka ushahidi. Maybe sasa, Douglas Kanja ameamua kutoa security kwa viongozi wa upinzani mahala ambapo watakuwa, ili vurugu isije katokea, waulizwe maswali. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Ila kitu ambacho napaswa kujua, hii serikali imeogopa na wamegundua kwamba mambo ni one time.